Wabunge wameendelea kuchangia bajeti ya ofisi ya wa waziri mkuu kwa mwaka wa fedha 2025 2026 ambapo katika mijadala hiyo baadhi ya wabunge wamelalamikia suala la wawekezaji kutokuwa na tija kwa Taifa na kwa wananchi pia. Akichangia bajeti hiyo mbunge wa Njombe mjini Deodatus Mwanyika amesema kampuni hizo zimekuja kufilisi nchi na kuiacha katika umasikini. Tuna tatizo jingine kwenye sekta ya misitu nako ni swala kubwa la ajira. Nipende kusema tuna kampuni kubwa pale ya Kibena au Tanwat. Huo ndio mfano halisi wa kampuni ya uwekezaji ambayo tunataka zije maeneo kama ya Njombe na maeneo mengine ya Tanzania. Ni kampuni ambayo inazalisha ajira, inafanya plantation za mazao mbalimbali, ikipewa ardhi na itumia. Lakini siku za karibuni tumeanza kuona makampuni mengine mengi ambayo yanatoka pande za Asia yakija kwa jina la kutaka kuwekeza kwenye sekta ya misitu lakini uhalisia ni kwamba kampuni hizi zinakuja kufilisi nchi kwa maana ya wananchi wa maeneo yanayoyazunguka. Hawa kazi yao ni kuprocess kupata mazao ya mbao na kuyasafirisha yakiwa ghafi au semi processed, kwenye hiyo process nchi inapoteza ajira, nchi inarudi kwenye umaskini kwa maana ya wananchi ambao wako maeneo yale, badala ya kupanda miti kwa wingi wanaendelea kufyeka miti na kuzipelekea kampuni hizo za, za, za Kichina ambazo kwa kweli tunasema ni uwekezaji ambao hauna tija, kwa sababu hawana jukumu la kuzalisha miti, hawana jukumu la kupanda miti, wao ni kupokea mazao ya miti ambayo hawajui wanatoka wapi, wana, wanawalipa wananchi fedha ndogo, lakini wananchi wetu wana shida ya hizo fedha. Sasa serikali ina jukumu la kuhakikisha kwamba inawalinda wananchi wake kwa kuhakikisha wawekezaji kama awa, hao hawapewi vibali vya kuja kukata miti ovyo. Na nishukuru serikali kwamba jambo hili tumeliongea hapa na wameanza kuchukua hatua. Tunafahamu wanakitu wanakiita mpango mkakati wa mwaka 2021 mpaka 2030 wa kuangalia namna gani kuongeza thamani kwenye mazao ya misitu, lakini katika mpango huo bado kuna jieni ya 2023 jieni namba 221 ambayo bado inaruhusu usafirishaji wa mali ghafi za misitu kwenda nje au inaratibu ndani ya jeni hiyo. Tuna mategemeo na tumepiga kelele sana hapa, tunaitaka serikali kwa kweli ihakikishe inatumia jeni hiyo kuzuia kutoa vibali kwa wawekezaji wa aina hii ambayo nimeitaja, ambao mpaka muda huu wanafanya, kwa sababu wamehalalishwa uh, na wizara yetu ya mali asili Eh, eh, kuendelea kukata miti na kuwafanya wananchi wasiweze kufaidi matunda ya miti hiyo. Kwa upande wake mbunge wa viti maalum mkoa wa Kigoma Josephine Genzabuke akaeleza namna kumekuwepo na migogoro baina ya wananchi na maeneo ya hifadhi ambapo ameiomba serikali kupitia mipaka hiyo ili wananchi wawe huru wanapoenda kulima. Mziye kuhusu migogoro ya ardhi, maeneo mengi kuna migogoro ya ardhi baina ya watu wa hifadhi na wananchi. Niiombe serikali inapokuwa inaenda kupima mipaka iwashirikishe wananchi, ikiwashirikia ikiwashirikisha wananchi kupitia viongozi wao wa vijiji, migogoro hii itapungua, kwa sababu sasa hivi watu wa hifadhi na watu wa, na, na, na wakulima kuna sitofahamu kwa sababu mipaka haionyeshi ni wapi inaishia. Kwa hiyo niombe serikali iendelee na upimaji wa ardhi na kuweka beacon ili wananchi wajue wanaishia, na wanaishia wapi na hifadhi nao wajue wanaishia wapi, na niendelee tu kuwaomba watu wa hifadhi wasitumie nguvu, wawaelimishe wananchi. Wananchi ni waelewa, ukiwaele, ukiwaelimisha taratibu wanaelewa kulipo kuliko kugombana. Wakati mwingine haileti, haileti afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, kule kwetu Kasuru eneo la, eneo la Makele Kusini kuna mgogoro mkubwa baina ya wananchi na, na, na watu wa hifadhi, niombe serikali iweze kuendelea na upimaji wa ardhi lakini vipo vijiji vya Kabula Nzwili, kuna tatizo kubwa la, la, la, la, la, la mwekezaji kule pamoja na, na wananchi. Naomba serikali iendelee na upimaji wa ardhi ili wananchi waweze kuwa huru wanapokuwa wanaenda kulima mashamba yao, sio wanaanza kulima alafu wanafukuzwa kwamba eneo hili sio la kwao. Kilio hicho vile vile kipo katika kata ya kata ya Kigembe na kata ya na, na, na, na, na kata ya Lusesa katika vijiji vya Kacheri na Lugufu pamoja na, na, na, na, na, ze, na Kigembe. Kwa hiyo ninaomba serikali iweze kupima ardhi kwa kuwashirikisha wananchi ili kuondoa sitofahamu. Suala la ucheleweshaji wa pembejeo katika baadhi ya mikoa nalo limejadiliwa hapa, ambapo mbunge wa Hai Saasisha Mafue ameomba uwepo wa mawakala ili wananchi wapate huduma hiyo kwa wakati. Liko jambo la pembejeo kwenye mikutano yangu yote niliyoenda, niombe Mheshimiwa Waziri wa Kilimo pia hapa unisikilize. Pembejeo hii wakati mwingine inachelewa na wakati mwingine inatoka nje ya maeneo yetu, mwananchi anaoishi kule son analazimika kutembea kupanda gari tena kipindi cha mvua kuja kuchukua pembejeo hapa boma ng'ombe. Niombe sana, tafuteni mawakala kwenye maeneo yetu, ili kuruhusu wananchi wapate huduma hii kwa wakati, lakini pembejeo ya mbolea na vingine vije kwa wakati, kulingana na msimu, na tumekuwa tukisema hili mara kwa mara. Maeneo mengine wanavuna, sisi kule kwetu Hai sasa hivi ndo tunaenda kuweka mbolea. Kwa hiyo lazima mfanye study, mjue mahitaji ya pembejeo na zije kwa wakati. Bunge linaendelea kujadili maombi ya fedha ya ofisi ya Waziri Mkuu ikiwa ni siku ya nne. Kutoka Dodoma, Zaituni Mkwama.